Wito huo umetolewa leo na kaimu mkurugenzi wa benki ya NMB wilaya ya Biharamlo kwenye mahafali ya nne ya chuo cha elimu cha biashara na teknolojia ambapo amewaasa wanafunzi waliomaliza kwenda kujiajili na sio kwenda kusubiri kuajiliwa. Uh, leo tunafurahia sherehe hii kwa ajili ya wahitimu ambao wamemaliza eh, masomo yao ya ufundi lakini tu nipende kusema kwamba, kwa hiyo tunatoa wito kuhimiza vyuo pamoja na taasisi mbalimbali za kielimu, kwamba mitaala yetu inapaswa kuwa tofauti kidogo, ili iweze kuwafunza wanafunzi, kuwapa elimu ya kuweza kujitegemea na sio kumaliza shule na kuenda kuwa mtegemezi bali unapaswa kuwa na elimu ya kujitegemea. Kwa upande wake mkurugenzi wa chuo cha elimu ya biashara na teknolojia Biharamlo BCBT amewahasa vijana ambao wamemaliza astashahada na stashahada kwenda kuyaishi yale ambayo wamefundishwa na walimu wao katika chuo hicho. Vijana wetu ambao mmemaliza astashahada na mnaendelea na stashahada lakini, kuna wengine ambao wamemaliza stashahada au manake wame, wameondoka chuoni kwetu, mwende mkayaishi yale ambayo mliofundishwa na walimu wenu. Chuo chetu ni chuo bora, ni chuo imara kabisa, kwa sababu tuna ushahidi ambao, field, kwa wale wanafunzi ambao wanaoenda field huwa wawatuletea mrejesho kwa wazazi wa Biharamulo. Wana Biharamulo tupende cha kwetu, wana Biharamulo tuambiane, kwa Biharamulo kuna chuo Chuo hichi kimesajiliwa na serikali, kina sifa zote. wanaosoma kule Dar es Salaam, Mwanza ndiyo haya ambayo wanaosoma wanafunzi wa Biharamlo. Kwa upande wake, mkuu wa chuo cha elimu ya biashara na teknolojia ya BCBT ameeleza changamoto katika jamii hiyo. Licha ya kuwa na vyuo vya ufundi na fursa za elimu kwa vitendo, idadi ya wanafunzi wanaojiunga kutoka Biharamlo ni ndogo. Hadi sasa, zaidi ya wanafunzi sabini na tisa wamehitimu. Hakuna mwanafunzi yeyote aliyehitimu kutoka Biharamulo. Changamoto ya kwanza ni mwamko duni wa jamii ya wanaBiharamulo katika kuitikia fursa za kielimu zilizopo, licha kuwa chuo hiki kina zaidi ya miaka 4 sasa kikiendesha kozi zake mbalimbali waliojiunga na chuo hiki toka sekondari za ndani ya wilaya ya Biharamulo ni wachache sana, huku idadi kubwa ikitoka katika mikoa ya nje. Kwa wanafunzi sabini na tisa wanaohitimu leo, hakuna mwanafunzi yeyote aliyetoka moja kwa moja kidato cha nne katika shule za sekondari Biharamulo. Nikiripoti kutokea hapa katika mahafali ya nne ya chuo cha elimu ya biashara na teknolojia Biharamlo, BCBT. Saada Mzinga, Abudi TV.